Wanasema uchaguzi ni kura, lakini Kenya inajua ukweli. Uchaguzi ni sauti ya njaa, ni macho ya kijana asiye na ajira, ni mama anayehesabu sarafu kabla hajafika mwisho wa mwezi. 2027 si mwaka wa kawaida, ni mwaka wa hukumu, ni mwaka wa kuuliza taifa: mlijifunza au mlisahau? Ardhi inanena, kutoka Turkana hadi Ukambani, kutoka Magharibi hadi Mlima Kenya. Watu hawalalamiki tena kwa sauti kubwa, wananung'unika kimya kimya, na historia inatuambia kimya cha wananchi ndicho kinachobadilisha serikali. Sasa ukweli usemwe bila kuzungushwa: kama upinzani utaungana kweli, bila kuvunjika bila kila mmoja kujitafutia njia yake, bila mikutano ya siri usiku, basi wanaweza kushinda uchaguzi wa 2027, si kwa sababu wao ni malaika, bali kwa sababu umoja wao unaleta hesabu mpya. Fikiria hii. Kalonzo Musyoka, sauti ya subira, uzoefu unaojua siasa za Kenya si za kukimbia, za kuvumilia. Martha Karua, uti wa mgongo wa haki, msimamo usiotikisika, kumbusho kwamba taifa linahitaji sheria kabla ya nguvu. Eugene Wamalwa, mlango wa magharibi, kizazi kinachotaka kusikika, eneo lililochoka kusahaulika. George Natembea, siasa ya mashinani Kiongozi anayejua shida kwa sababu anaishi ndani yake. Justin Muturi, mfumo, taasisi, maarifa ya serikali kutoka ndani, akili ya kuongoza bila kelele. Mithika Linturi, ishara kwa mlima Kenya kwamba mabadiliko hayaanzi kwa kelele bali kwa uamuzi. Fred Matiangi, kiongozi wa kusema mwenye anajua kulainisha maneno ikiwa kombo. Na rigi g uthibitisho kwamba hata ngome zinaweza kufunguka wakati upepo wa siasa unapobadilika, na wengine wengi wanaonuia kuungana na hii timu. Sasa waangalie wote pamoja, sio kila mmoja na mkutano wake, sio kila mmoja na ndoto yake binafsi bali ajenda moja, ujumbe mmoja, mwelekeo mmoja, kwa sababu uchaguzi haushindwi kwa majina makubwa, unashindwi kwa umoja wa kijiografia, umoja wa kijamii na umoja wa ujumbe. Kenya ya 2027 haitatafuta shujaa mmoja, inatafuta timu, inatafuta watu wanaojua gharama ya maisha hasira ya vijana na uchovu wa wananchi. Upinzani ukigawanyika, mfumo unashinda bila kupambana. Lakini wakisimama pamoja, ukambani haitagawanyika, magharibi haitasambaratika, Mlima Kenya utaanza kufikiria upya, vijana watajitokeza, na hapo ushindi hauwi ndoto, unakuwa hesabu kwa sababu kura si hisia pekee. Kura ni mkusanyiko wa mikoa, makundi na matumaini. 2027 haitasamehe usaliti, haitavumilia kiburi, itawaadhibu wanaogawanya na itawazawadia wanaounganisha. Kwa hiyo kauli iwe wazi, isikike bila woga, kama Kalonzo Musyoka, Martha Karua Eugene Wamalwa, George Natembea, Justin Muturi, Mithika Linturi, Rigi G, Fred Matiangi, na wengine wataungana kweli, wakasimama pamoja hadi mwisho, basi wanaweza kushinda uchaguzi wa 2027, sio kwa miujiza, bali kwa umoja. Lakini wakivunjika, historia itasema mlikuwa na nafasi lakini hamkuwa na ujasiri. Kenya inaangalia, vijana wanarekodi, ardhi inanena, na 2027 inasubiri kuona kama umoja utakuwa mkubwa kuliko tamaa. Kama unapenda hii video, like, share na subscribe for more. Thank you very much for your support.